Simjage, askofu wa jimbo Katoliki la Bukoba, Mwashamu Askofu Almachius Rweyongeza, askofu wa jimbo Katoliki la Kayanga, Mwashamu Askofu Desiderius Roma, askofu mstaafu wa jimbo Katoliki la Bukoba, Mwashamu Askofu Methodius Kilaini, askofu, askofu mstaafu wa jimbo Katoliki la Bukoba, Mheshimiwa sana Vika General Padre Samueli Mchunguzi, waheshimiwa mapadri, waheshimiwa watawa wa kike na wa kiume, waheshimiwa marabe, mafrateli, waheshimiwa baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, karumna na kanyanyazi, tumsifu Yesu Kristu. Omukama yeah. mulungi <laughs> ogunde bwona 2025 maujaji katika matumaini. Mama Maria mama wawote tumpigie Mungu makofu wazo <laughs> letu. Na leo kuna kitu, kuna kitu, naomba tuseme, kuna kitu tuseme tena, kuna kitu. Mwambie jirani yako kuna kitu, kitu. Kitu. Wayo wana methali nasema ekirizo mgole kiba kikali waiba kiba kilio wabo kinachomfanya mwanamwali aliye atoe machozi akiko kwa mewake mtarajiwa kiko nyumbani analia matozi, lakini anaendelea mbele. Analia anatoza kwa matozi, anasonga mbele. Kuna kitu, kuna kitu, kuna kitu. Kitu kinachomsukuma aende namna hiyo ni tumaini, ana matumaini kwamba atajenga mji. Amjui mama mkwe tabia zake, lakini ana matumaini atajenga mji Adui tabia za mawifi, lakini ana matumaini atatenga mji. Kuna kitu, kitu hicho ni matumaini. Nimekuja kuongelea matumaini. Kristu, Kristu tumaini letu mama. Asante sana, asante sana. Kuna baba mmoja anaitwa John Delitro. Aliishi karne mshumshoni ya nne na ya tano. Nyumba yake iliungua vibaya sana. Majirani urejesho mwaka wa jubile ni mwaka wa urejesho. <laughs> sauti imerejeshwa sasa. <laughs> <laughs> nyumba ilipoungua, majirani wakasikitika, wakasema, pole sana, naona kila kitu kimeungua, pole sana. Ni kwa kiaya akasema, ebyange ngenda navyo, ebyange ngenda navyo. Alitaka kusema matumaini yangu naenda nayo, hakuna kilichoharibika, matumaini naenda nayo, nitajenga upya. Ayo ndo matumaini nataka kuongelea ikenja kawazengo mwibagiro ati ni nsimoro ndakoma ikenja, mbona umekawia machinjioni? Nitashukuru nikipata. Na sisi ni kama ikenja utakawia hapa nyakidoga, tutashukuru tukipata baraka kwa maombezi ya Bikira Maria. Matumaini ni kitu cha mwisho kubaki hata mambo yote yakipotea. spes uriti madea. Mtakatifu Agustini alisema, kwa matumaini tunapanda, kwa imani tunakuza, kwa upendo tunavuna. Maana tunapovuna tunagawana hapo kuna imani, upendo na matumaini. Sasa hii kuyaelewa matumaini nayo ongelea, tuyatazame kwa kumwangalia Bikira Maria mama wa mateso sana, ndipo unaweza kuyaelewa matumaini. Bikira Maria ni mama wa mateso, lakini ni mama wa matumaini pia. Naomba tuseme, mama wa mateso ni mama wa matumaini pia. Bugando niliona bango limeandikwa, kuna bilioni ya matumaini Bugando, kuna wagonjwa, lakini kuna bilioni ya matumaini ikiwa Maria ni mama wa mateso saba, lakini ni mama wa bilioni ya matumaini. Makofi wa mama mateso wa kwanza hata kama umetaarifiwa mabaya, kuna taarifa ya pili. Hata kama umetaarifiwa mabaya, kuna taarifa ya pili. Neno la matumaini takalolitumia kwa sababu Wagiriki ni watajiri kwa lugha, ni neno elpis. Elpis maana yake matumaini, lakini ina maana nyingi sana. Pale Simeoni alikuwa na matumaini ya kumwona Masiha na walikuwepo Bwana na yeye anautarajia ukombozi wa Yerusalemu walikuwa na matumaini saa so, ile ile akatokea Hana akamshukuru Mungu. Hapo kuna point kubwa. Ukipata matatizo jaribu kushukuru, mwambie jirani yako try thanksgiving <laughs> <laughs> umejaribu yote, umepata matatizo, umeshajaribu kushukuru Ayubu sura ya kwanza mstari wa ishirini na moja Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe, litukuzwe. Jaribu kushukuru. saa ile ile akatokea na kushukuru. samani batibayi likulia isena alimwambia, mimi gicya Maria, lakini namu nafikiri alimwambia yana mwisho. Alimwambia nalo hilo litapita. Alimwambia Mungu akikutuma sehemu yenye miiba na nakupatia viatu imara Alimwambia kwamba Mungu si lazima uondoe mzigo lakini anaweza kukupatia mabega imara. Sijui alimwambia nini. <laughs> Hmm. Sasa matumaini kwa maana ya maana matarajio chanya. Mwambie jamii yako matarajio chanya unaliwa Simeon ilikuwa ni second annunciation. Ni kupashwa habari Bikira Maria mara ya pili alikuwa shawabari mara ya kwanza kwamba tamzaa mkombozi lakini mara ya pili kwamba uchungu io kama upanga utachoma moyo wake. Hiyo ilikuwa taarifa ya kwanza, lakini ngoja nikwambie kuna taarifa ya pili. Mwambie jirani yako kuna taarifa ya pili. Taarifa ya pili naweza ukachukua yoyote, lakini ngoja nichukue iliyotoka tarehe moja mwezi wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa hamsini siku ya watakatifu wote, saa tatu asubuhi Papa Pius wa kumi na mbili alisema Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho. Uchungu utakuchoma, taarifa ya kwanza. Taarifa ya pili, alipalizwa mbinguni. Makofi kwa mama! Taarifa ya kwanza inaweza ikawa mbaya, taarifa ya pili itakuwa nzuri. Mmekuja kuiji na taarifa ya kwanza. Leo nawaambia kuna taarifa ya pili. Tumwombe mama Maria, taarifa ya pili iwe nzuri. Umeona hospitali, kuna ripoti ya daktari, hiyo ni ripoti ya kwanza. Ngoja daktari mkuu Yesu Kristu aseme neno, kwa maombezi ya Bikira Maria, kuna ripoti ya pili. Makofu kwa mama ekio Mungu akubikire tikijunda Mungu alichokuwekea kiosi. Kuna taarifa ya pili, na katika Biblia imejaa taarifa ya pili. Taarifa ya kwanza Yosefu ameaga dunia, amewavo wanamwambia baba yake Yakobo. Taarifa ya pili Yosefu yuko misi, ni waziri mkuu. Makofi kwa Mungu. Biblia imejaa taarifa ya pili. Taarifa ya kwanza, paka amepigwa teke. Taarifa ya pili, ameangukia kwenye bakuli ya maziwa. <coughs> <coughs> ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ya saba mstari wa nane hakika mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo wake. Tuombe mwisho uwe na taarifa ya pili nzuri za kubaibanzezamahelero kaishasi mtatafsiri huko Teso la pili, haraka haraka, Bikira Maria alikimbilia Misri na Yosefu na mtoto Yesu. Hata kama umekimbia kuna urejesho. Hata kama umekimbia kuna urejesho. Mwambie jirani yako utarejeshewa. Msukume sukume kidogo na mwambie utarejeshewa. Huyu aliyekimbia Misri akukaa Misri alirejeshewa akarudi nyumbani. Mwaka wa jubileo ni mwaka wa urejesho. Leo namwambia mtarejeshewa, kwa maombezi ya Bikira Maria mtarejeshewa. A, unaona harusi ya Kana palikuwa kuna urejesho, divai imeisha wakarejeshewa furaha <coughs> kamati <laughs> <laughs> ya vinywaji iliaibika, wakarejeshewa heshima. Alafu wakarejeshewa utere, madarasa sita yamejaa. Mwaka wa jubileo ni mwaka wa urejesho. Tumekuja kumwomba Mama Maria yule aliyesema wana divai atuombee, turejeshewe heshima, turejeshewe upendo, turejeshewe imani, turejeshewe matumaini. Makofi kwa mama Hapa neno elpis la matumaini la kigiriki linamaanisha nguvu ya kudumu. Hii ni enduring perseverance. Yaani, ni uvumilivu una unavumilia. Walikimbia, kuna hofu, kuna jua kali, hali ya hewa si nzuri, sehemu wanazopitia si nzuri, wakakimbilia Misri. Palikuwa na matumaini kuwa Mungu atawaongoza kusudi kurudi. Kuna kitu tunakiita kumi ya tisini. Kumi ya tisini ni nini? ninalo kupata ni asilimia kumi, unavyolipokea ni asilimia tisini. Hapa tunamuona ni kila Maria anateseka uyo, wakajiuliza kwa nini mama wa Yesu ateseka awe mkimbizi? Ninajibu, mawazo ya Mungu si mawazo yetu, njia za Mungu si njia zetu. Wale wana methali nasema omwana anura nasharira. Naomba tuseme omwana anura nasharira, omwana anura nasharira. mtoto ni mtamu, mtoto ni mchungu. alipozaliwa alikuwa mtamu, sasa wanakimbia ni mchungu. ahasubuhi mm-hmm. mm. asubuhi amezaliwa Bethlehem. Usiku usiku lakini jioni yuko karifari. Maisha ina mzunguko, asubuhi jioni, matamu machungu. Mtoto akipata divisheni wanu ni mtamu, akipata divisheni zio ni mchungu <laughs> Kuna mtu aliuliza, wanazaje kutua kama Mungu yupo? Akaona katoto kana tiara, akasema, nilikumbuka kukauliza katoto fulani, tiara mbona lionekani akasema ilipotokea kwenye mawingu, akasema je ipo? Akasema ndiyo, ipo na hisi mvuto. Na Mungu ingawa aonekani, yupo, tunahisi mvuto wake. Ili yakitoka kuwa hapa, ni kazi ya Mungu. Maugaji wamekuja hapa, ni kazi ya Mungu. Mungu yupo, tunahisi mvuto wake. Makofi kwa Mungu. Teso la tatu, kupotea kwa Yesu Kristo. Ekalumu taongea machache hapa. Hata kama umepoteza, usipoteze tumaini. Kwa kawaida huwa tunapoteza, naomba kusema hatana gataronda, hatana gataronda, asiyepoteza ukoti. Tumekuja hapa kupoteza masaa, tutaokota baraka, tutaokota neema, tutaokota heri Katika teso hili tunapata maana ya matumaini. Elpis ni tumaini lenye uvumilivu. Alimpoteza mtoto siku tatu. Siku tatu ni ishara ya kupotea. Msalabani masaa matatu ni ishara, katika utume wake miaka mitatu ni, ni ishara ya kupotea kaburini siku tatu, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanahesabu hata nusu ya siku ni siku nzima. <coughs> Kwa hiyo tumaini ni amani ya, ya moyo katikati ya vimbunga, alisema Mtakatifu Katarina wa Siena: katikati ya vimbunga kuna tumaini, akutwaro mkiro anayekuongoza usiku na mshukuru kukicha. Kwa hiyo baki na nanga ya matumaini kadiri Waebrania sura ya sita mstari wa kumi na tisa: tunalo tumaini ili kama nanga ya roho zetu, yenye nguvu na imara. Tumaini hili linaingia hadi ndani ya pasia tumaini ni nanga. Yaani, nanga inasaidia mtumi kusimama. Kuna mawimbi lakini alikuna chochote na sisi, tumaini, yatakuja mawimbi, yatakuja shida, lakini tumaini ni nanga mm. Mungu yuko kazini, mwambie jirani yako, Mungu yuko kazini. <laughs> Kuna mtu aliwahi kuniuliza akisema Faustin Kamugisha, woga unatabasamu unafurahi, wa una matatizo na changamoto <laughs> Kasema, nyingi mno nyingi mno. Nasema, lakini kilichonitia moyo Biblia inasema ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya pili. Biblia haisemi ikawa asubuhi ikawa jioni siku ikakaa <laughs> Teso la nne Bikira Maria alikutana na Yesu kwenye njia ya kwenda Kalvari. Hata kama umekutana na msalaba endelea mbele, hapa tuna maana ya tumaini inalo stahimili. ekitomuzairo munshensha ba mwana kinachomtia mzazi katika taabu na figisu, figisu ni mtoto naomba nawemba tuseme ekitomuzairo munshensha ba mwana <laughs> Mtakatifu Bernardo wa Krevo alisema Yesu na Maria walibeba msalaba mmoja, Yesu mwilini, Bikira Maria moyoni, ni msalaba mmoja kwa hiyo unakutana na misalaba Msalaba ukiubeba vema, utakubeba. Yesu alibeba vema msalaba, ukambeba. Bikira Maria alibeba vema msalaba, ukambeba. Ndio maana leo tuko nya kidoga, alibeba vema msalaba, msalaba ukambeba. Makofi kwa mama <tos> <tos> uenda wajibu wako kwa Mungu ni msalaba, ubebe vema, utakubeba. Wajibu wako kwa umma ni msalaba, ubebe vema, utakubeba. Wajibu wako katika familia ni msalaba, ubebe vema, utakubeba. Kuna mwanaume alirudi nyumbani baada ya misa Jumapili ya pili. Mke wake alikuwa anahudhuria misa ya pili. Alipofika akamuuliza, misa ilikuwaje? Bwana hakusema lolote. Akamnyanyua, akampisha siti room, akampitisha jikoni, akamzungusha mwanamke. Akasema, umenikumbusha siku tuliyofunga ndoa. Hivi baada amefundisha nini leo? Akasema, baada ametufundisha tubebe misalaba yetu. Nataka kusema badi, <coughs> Kituo cha pili chapili ya msalaba, mwenzi wa ndoa ni msalaba, lakini ni nehema, ni nehema. Naomba tuimbe kidogo. Nema, nema, nema imefunuliwa. Nema kwa wazazi, nema imefunuliwa. Neema kwa mawifi, neema imefunuliwa. Neema kwa mama mkwe, neema imefunuliwa. <coughs> Papa Francis alisema tumaini siyo kuepuka mateso, bali ni nguvu inayotupeleka mbele hata katika kati ya machozi, kwa sababu tunajua Mungu hatatusahau. Kama huwezi kupaa, kimbia. Kama huwezi kukimbia, tembea. Kama huwezi kutembea, tambaa. Lakini chochote unachofanya, hakikisha unasonga mbele. Mwambie jirani yako, endelea mbele, mbele, mbele. Wayahudi walipokuwa wanatoka Misri wanaenda nchi ya ahadi, wamefika karibu na bahari wakaanza kumlilia Musa. Mungu akamwambia waambie wasimililie waendelee mbele. Mbele kuna bahari, nyuma kuna jeshi naofuata, lakini akasema aendelee mbele, kwa sababu Mungu anajua anachokifanya. Na mii leo nakwambia, endelea mbele. Una shida, endelea. Una mateso, endelea, ya ya makofu ya, ya, ya kwa Mungu eso la tano, Bikira Maria alisimama chini ya msalaba. Hata kama umesimama msalabani, simama kwa upendo, simama kwa akili, simama kimya. Bikira Maria akusema mengi, alikaa kimya kusema mengi. Naomba tuseme neno faraja. Afadhali kama neno n mtukuza Mungu, afadhali ukae. Kuna wakati nilikuwa na muuguza mama mzazi, kabili kalikuwa juu, nikakutana na bwana afadhali mmoja, akasema, afadhali Kamugisha, naomba nimnunulie warau bia tatu. Akasema, samani, natafuta hela ya kulipa bili. Afadhali Kamugisha, shida zako zisaribu furaha yangu sasa kama kama kama huwezi kumtia mtu mmoja <laughs> msalabani, kuna tumaini la wokovu. Elpis maana ya tumaini la wokovu. Papa Benedikto kumi na sita alisema Maria alisimama chini ya msalaba si kwa maumivu tu, bali kwa tumaini. Alisimama chini ya msalaba kwa tumaini. Tumaini lipo msalabani. Hii ni methali ya Walatini wa Rumi, spes in cruce, tumaini liko msalabani. Naomba tuseme tumaini liko msalabani. Kuna huyu mtu aliigiza ile tamthilia ya The Passion, mateso wa Bwana wetu Kristo, anaitwa Anthony Lang, ni wa Ujerumani, lakini mfanyabiashara alienda kumwona na kupigwa naye picha, akaenda kwenye msalaba alioutumia kuigiza Alipomnyanyua akashindwa kunyanyua, akamuuliza kwa nini umeingiza na msalaba mzito namna hii? Akasema, nilitaka kuhisi alichohisi Yesu Kristo, nilitaka kuhisi alichohisi bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ndio naitwa empathy. Empathy unaingia kwenye viatu vya mtu, unasema kama angekuwa ni mimi. Ninaomba katika maisha tuingie kwenye viatu vya watu wanaoteseka. Pale msalabani palikuwa na watazamaji wa aina tatu Spectators, kundi la kwanza, spectators ni pain, yani watazamaji wenye maumivu. Mwizi mmoja Dismas, inakutana katika mapokeo ya kanisa na mwizi mwingine Gestas, ni watazamaji lakini wana maumivu. Kundi la pili ilikuwa ni wapita njia, ni watazamaji wenye kutojali, spectators with indifference, spectators with apathy Yani wanapita hawajali eh? Eh, kama ni mwana wa Mungu shuka, tutakuamini. Hawajali kabisa, ni kama wapita njia wanapita kwako. eh, alitenga nyumba kubwa itamshinda eh. Wapita njia wana maneno, lakini walikuwepo. Na spectators with love, watazamaji wenye wa upendo, Bikira Maria alikuwepo yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu alikuwepo. Maria Magdalena alikuwepo, na Maria mwingine alikuwepo. Yani ni siku ya wakenda nao ayajj makofi kwa Mungu kwa <laughs> Mungu. Unaposimama chini ya mgonjwa, jaribu kuingia kwenye viatu vyake mwenye shida, jaribu kuhisi uchungu. Sita naelekea kumaliza. Bikira Maria alibeba maiti ya mwanawe ni kushushwa kwa Yesu kutoka msalabani. Hata kama umebeba uchungu, dumisha imani. Elpis hapa inamaanisha ni tumaini linalotuliza, comforting hope. Marafiki walimtuliza Bikira Maria. Naomba tusikate tamaa na tuwe tama. Marafiki wa kutuliza watu wengine. Duniani kuna changamoto, duniani kuna shida. Kama huwezi kumtuliza mtu, afadhali umwache. Watu wanahitaji faraja. Ukisikia watu wanajiua, wengine ni kwa sababu wamekata tamaa. Ninaomba katika maisha tutulize watu. Tuna picha inaitwa Pieta, maana yake huruma, ilitorwa na mchoraji msanii mzuri sana. Amemshikilia mtoto wake. Unapoteseka, dumisha imani. Bikila Mali alidumisha imani kwa Mungu.

dini ni njia. Asiyepitia katika njia hiyo hawezi kufika. Matumaini ni zawadi ya Pasaka. Yesu alifufuka, alipomshika hivi alitumaini kadiri ya utabiri wake kwamba huenda mtoto wake atafufuka. Na zawadi kubwa ya Pasaka ni matumaini, matumaini yanayotufanya tuwe na imani kwa Mungu katika ushindi wake, eh. ya saba na ya mwisho alimzika mtoto wake wa pekee kwa kwakiruga tunasema akazi koomwana wenkimo imo yashika omukari yetuekire empungu. Hata kama umezika, dumisha matumaini. Kama umezika hapo matumaini, apo tumaini lenye uvumilivu. Kifo sio nukta, alama ya mkato. Maisha yanaendelea ata kama umezika. Endelea kungombera yule aliaga dunia. Mtu dunia ni kama meli inatoka Bukoba inaenda Mwanza. Si tunok Bukoba tunasema meli imeenda. Walioko Mwanza wanasema meli imeingia, lakini meli inapita Kemondo. Roho ya mtu inaweza ikapita na kule Kemondo, inategemea mzigo ulivyo, <clears throat> saa nane za usiku. Kwa hiyo kukatwa, <laughs> inategemea mzigo ulivyo. Ndivyo tumwombea aliyeaga dunia, kama alikuwa na vitu vidogo vidogo, Mungu amsamee. Kuna makosa madogo madogo kwa Kihaya tunaita bukonjo konjo, naomba tuseme bukonjo konjo. Yesu Kristo, amina, amina. Yaani kana kwamba mmegombana, huo ndio bukonjo konjo, dhambi ndogo ndogo. Umuombe, umuombe, na ukipita kwenye kaburi lake muombe raha ya milele umwangazie, apumzike. Raha ya milele mpe Bwana <tihane> na mang amele mwangazie, apumzike kwa amani. Hii sala tuwaombee walio aga dunia, sio walio hai. Miaka mitatu iliyopita niliugua baya sana, nikawa natetemeka saa sita. Nikamwamsha padre mzee niliokuwa nakaa naye, kasema nipeleke Katumbuti, akasema fadha, siwezi ikaendesha, sioni. Na ni kweli, alikuwa aona. Nikasema ndio, ingie kwenye gari twende. Ikawa natetemeka na wafanyakazi wangu wote waparukia, wakasema fadha, tunaenda na wewe. Basi tukaenda Katumbuti saa sita za usiku. Wakanza kunyombea kazi lakini alikuwa moja ananishangaza, akimaliza hivi tendo anaongeza sana nyingine, raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele mfanyakazi wengine <laughs> <laughs> litaviringishwa jiwe la kukata tamaa, litaviringishwa jiwe la dhambi ukiungama, litaviringishwa jiwe la wivu na usuda, litaviringishwa jiwe la kukosa imani, litaviringishwa jiwe la madeni ya kaushadamu, litaviringishwa jiwe la maiko amaiko litaviri ndishwa mamba yajaisha mpaka Mungu aseme yameisha. Tumsifu Yesu Kristo.